changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu ndugu zangu au rafiki zangu au mtu mwingine nitailinda na kuitumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba sheria kanuni taratibu miongozo mila na desturi za jamhuri ya muungano wa tanzania Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Akuwa si kiongozi mwenye maamuzi na mwenye uwezo, kwa sababu unaendeshwa. Wakati mwingine hata kama ukishauriwa, hata kama jambo jambo zuri, ili yule ajue kwamba wewe ndio mwenye mamlaka Nimekusikia, asante kwa ushauri, si basi, lakini kila unachoambiwa si nenda. Kawe na vipaumbele, huwezi kumaliza mambo yote, lakini kenda kaji brand kwamba maeneo yangu ya kipaumbele ni haya. Nikiondoka hapa Magu, watu waseme yule alisimamia hiki. Utaacha alama kubwa sana. Kipaumbele, huwezi kushika kila kitu ah, chagua areas of interest, halafu mengine unayafanya, lakini weka nguvu kwenye kipaumbele, ili ukiondoka watu waseme hapa alikuwa fulani na alisimamia jambo fulani, hata kama ni usafi tu wa mazingira. Kama wewe ni mtu wa elimu, sema nataka wilaya hii iwe ya kwanza kwenye mkoa huu katika elimu ya shule ya msingi na sekondari. Kwa hiyo watu wanajua, usishindane na Magu kwenye elimu. Lakini kulea wengine, nenda kawalee walio chini yako, ili na wenyewe wakuwe wawe mkuu wa wilaya au zaidi ya kogoro. Sasa hapa kuna migogoro ya wananchi, lakini kuna migogoro ya viongozi, kwa sababu wewe wezi tu wendi tu ku, wendi kuongoza wananchi kiongozi anaongoza wananchi na viongozi wenzake. Kwa hiyo wewe lazima uende ukawaongoze wananchi, lakini na kuwaongoza viongozi wenzako. Sasa viongozi wenzako watakuwa na migogoro wao kwa wao, na wewe lazima uavoidi wewe kuwa na migogoro nao, ili uweze kuwasaidia wao wanapogombana.